Nipangi. Oh Jesus, na nipangi na aliyesema kaya ni madawa kulevya, alikuwa amekashwa na msokoto wa tumbo <tum> <tum> <tum> kwa sababu kaya ni vya moto vinaalalisha kupanda mulima <tum> naenda kwa kichwa <tum> Haya, na pombe ni muto wa mufu, hakuna malaika iko ndani. Wasihukumu kaya kwa sababu ina malaika, si ndio? Ndio malaika wa dunia hii, Mungu wa dunia hii anakaa na, like God have mercy upon us. Na mimi nakaa kwa hii lubambo, hii lubambo hii imesole sole, hata hii kachinga ni wakalikuwa na chola na nikuwa, unaona hii lubambo, unajua

Yeah. Tam, tam, tamu tamu <laughs> tamu kali inakuanga ya wajangu. Ah. Unikisikia au uh, huyu uh, uh, jamaa na tamu kali. <laughs> Ni ya wajangu inatoka hapo. Chai. Ndio kwa vile naye ro anaishi kwa mmea. Hakuna uongo hiyo. Uongo eh, hiyo. Na kuna wengine hata shetani kuna muti anaishi ndani akina iko hapa. Mimi niendelea kwa ground tuambiwi. Paka uendeko umshikulu. <laughs>

watumishi mlevi achui kitu anafunti, anafuatia mwende wa simu <laughs> na mwende wa simu ufuatia maiti. Usiseme ulevi ni mzuri. Shut up ya man, talkative shut up. Na mchawi naye ni rohoa mwovu, naye anakasia mtu kumfungia maendeleo. Sasa mkialalisha hei, watu Uh, uh, maendeleo itakuwa kitoko sana kwa taifa. Yafaa yafa wapewe displi. Nyinyi hamfunuliwi, ndio mkashona, mnashona tu uh-huh. Na sisi tuna funuliwa basi tu wafu, kama ulifunuliwa gossip, kwa ufupi wajue sisi wa tunashona haya mavazi nini, malaika Solomoni, katika lango la nabii Naftali <laughs> <laughs> wacha niseme, kuna vazi yenye mbingu ilifunguka. <laughs> malaika wako wamekuja kwa hii kanisa yetu, walikuwa wanapatia kila malaika. Hakuna uongo hiyo, uongo hiyo. Yangu nikapatiwa ya white na naivera ya red, iko tu hiyo. Filamu fupi, rudia tena, filamu fupi. Nyota kumi na mbili katika ulimwengu wa kiroho, nilisimama mbele ya nyumba yangu na kuangalia ndani ya nyumba nikaona malaika tufena. Uh -huh. Nikaona malaika tufena hakuna, amesimama na fasi la white nikacheka tu, hata nikamuuliza, yani malaika tufena alinitembelea, na ikaishia tu hapo. Ndio bangi navuta, asindwe hili basi ambalo nimeweza kulivaa. Uh -huh. Kiroho nilikuwa kule ngambo natembea karibu na mto kule kwa samaki, kuna mtu huko mwenye anaitwa Samaki Bulo, bulo. Kuna mtu huko mwenye anaitwa Samaki <laughs> sasa, kuna mtu hapo hivyo eh? Na nikaona juu mbingu ikafunguka, nikaona malaika wakashuka pale, walikuwa malaika watatu wa jinsia ya kike na <laughs> <laughs> <laughs> wakaa wanachitambulisha majina yao moja. Wewe nyamaza, hujatanjwa. <laughs> <laughs> walikuwa na miili ya utukufu, walikuwa na miili ya utukufu. Gai, nakuambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Bingu <laughs> vile ilifunguka walikuwa na mapawa. Sasa <laughs> <Kundani. laughs> wakatua hapa penye nilikuwa, uh -huh na kule kwa mtoni kukawa na mitende, nao pia kwenye mikono yao walikuwa wameshika mitende kwa mikono yao, na wakawa wameleta hili vasi wamelikunja na wakaweza kunikabidhi na, <laughs> <laughs> na malaika Dorkasi ndi alie nikabidhi. Nikamuuliza, hii ni fimbo yangu amba ni ya nana? <laughs> Hii hii ni fimbo na hii fimbo ni ya mafuta. Mafuta iko juu hata kushinda wale wanawake tunaishi nao. <laughs> <Chai. Chai. laughs> <laughs> Kwa ukivaa ukiombea mgonjwa ama mtu yote mwenye ako na shida uh-huh. hapo na hapa anapona. Oh. Alafu unapiga magoti, sasa tunataka utufundishe uh -huh. kwa nini hiyo, uh -huh. ni ni uh -huh. hiyo ibada iko kwa uh Biblia -huh. menyie ambaye ni Wakristo tene ni Wayahudi amfanyi hiyo ibada kulingana na huo ujumbe jinsi nduko amenena uh -huh. mi naona hali kinzia hawa pia wanapopeana heshima hakuna tena utofauti sana. Nakumbuka tulikuwa na mtu mmoja alijaribu kufanya hivyo, akapiga tu akaumia. Pokea sifa, heshima, uh -huh. na utukufu katika kiti chako cha enzi <laughs> juu binguni nako duniani, milele na milele. Usifiwe Yesu, utukuzwe Yesu milele na milele. Hey. <laughs> Ani nabii Yakobo miongoni mwa nyota saba katika lango la nabii Yuda kaimba na huu wimbo, tazama inji ya Kenya ilivyo ni paradiso. Eskia ni vile malaika Benjamin anapiga vikelekele kwa ajili ya simba ya kifaru mesi.